Afrika Mashariki sawa na saa kumi na moja kamili Afrika ya Kati. Asubuhi njema, popote pale unaposikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya DW. Ni kutangazia kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya asubuhi. Jina langu ni Amina Abubakar, DW, habari za ulimwengu. Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump wa Marekani asema anajiandaa kuzungumza na Iran kuhusu makubaliano ya nyuklia. Burkina Faso ya vivunja vyama vyote vya siasa kwa madai ya kusababisha mgawanyiko. Na Rais Donald Trump asema Rais Putin wa Urusi amekubali kusitisha vita kwa wiki moja nchini Ukraine. Habari kamili, Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anapanga kufanya mazungumzo zaidi na Iran kuhusu uwezekano wa kupata makubaliano ya nyuklia na kusema huenda asitumie nguvu ya kijeshi dhidi ya taifa hilo baada ya vitisho vya mara kadhaa vya kuivamia kijeshi Iran. Trump jana Alhamisi alisema kwamba tayari wanajeshi wake wanaelekea Iran, lakini anatumai kwamba hawatalazimika kuwatumia. Trump alikuwa akizungumza na waandishi wa habari kwenye uzinduzi wa filamu inayomhusu mkewe Melania. Amesisitiza kwamba atakuwa na mazungumzo na Iran na tayari anajipanga kwa hilo. Mapema katibu mkuu Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa diplomasia katika kusuluhisha wasiwasi unaoongezeka kati ya Iran na Marekani katikati ya vitisho vya uvamizi wa kijeshi vinavyotolewa na pande zote mbili. Washington Rais Donald Trump wa Marekani amesema jana Alhamisi kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin amekubali kusimamisha mashambulizi kwa wiki moja kwenye miji ya Kiev, kwenye mji wa Kiev kumradhi. Trump amesema wakati wa kikao cha baraza la mawaziri mjini Washington kwamba hatua hiyo inafuatia ombi lake kwa Putin la kusimamisha mashambulizi kutokana na baridi kali nchini Ukraine. Rais Volodimir Zelenski wa Ukraine Amemshukuru Trump kwa kuandika kwenye ukurasa wa X kwamba ilikuwa ni taarifa muhimu kutoka kwa rais wa Marekani kuhusiana na uwezekano wa kuhakikisha usalama kwa ajili ya Kiev na miji mingine ya Ukraine wakati huu wa baridi kali. Hata hivyo, bado haijulikani ni lini hasa usitishwaji huo utaanza na Urusi haijathibitisha matamshi hayo ya Trump. Wagadugu, Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso umevivunja vyama vyote vya siasa nchini humo pamoja na kufuta sheria zinazosimamia vyama hivyo, hii ikiwa ni kulingana na amri iliyoidhinishwa na serikali jana Alhamisi. Waziri wa mamlaka za maeneo Emil Zebo amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya mamlaka kugundua kwamba vyama hivyo vinakiuka miongozo ya kuanzishwa kwao, kusababisha migawanyiko miongoni mwa wananchi na kudhoofisha mondo wa kijamii. Shughuli za vyama vya siasa kwa muda mrefu zimezuiwa chini ya utawala wa kijeshi, na amri hiyo inataka mali za vyama hivyo kuhamishiwa serikalini, limearifu shirika la habari la serikali. Wanaharakati wanasema hatua kama hizo zimelenga uhuru wa raia na upinzani tangu mamlaka ya kijeshi ilipochukua ilipochukua udhibiti katika mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Sebu jumuiya ya ushirikiano wa kusini mashariki mwa Asia ASEAN imesema hai utambue uchaguzi uliofanyika hivi karibuni nchini Myanmar ambao ni wa kwanza tangu jeshi liliponyakua mamlaka mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja. Jumuiya hiyo yenye wanachama kumi na moja ikiwa ni pamoja na Myanmar aidha ilikataa kuitambua serikali ya kijeshi ya taifa hilo tangu jeshi lilipochukua mamlaka kwa nguvu kutoka kwa serikali iliyochaguliwa kidemokrasia ya Aung San Suu Kyi mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na moja na kuitumbukiza nchi hiyo vitani. Hatua hiyo iliothibitishwa na waziri wa mambo ya nje wa Ufilipino, Teresa Lazaro, inachukuliwa kuwa pigo kubwa kwa juhudi za watawala wa kijeshi wa Myanmar kutambuliwa kimataifa. Lazaro aliyekuwa akizungumza baada ya kuongoza mkutano wa kwanza mkubwa wa mawaziri kwa mwaka huu hakueleza ikiwa jumuiya hiyo itakuja kubadilisha msimamo wake kuhusu hilo. Na hatimaye, Washington, Rais Donald Trump wa Marekani ametishia kuyawekea ushuru mpya mataifa yanayoendelea kuiuzia Cuba mafuta hatua inayochukuliwa kama inayozidisha kampeni ya shinikizo dhidi ya taifa hilo la kikomunisti. Hatua hiyo iliyoidhinishwa kwa amri ya rais chini ya tamko la dharura ya taifa, hata hivyo, haikubainisha viwango vyovyote vyo vya ushuru au kubainisha nchi zitakazowekewa ushuru huo mpya. Trump amerudia mara kadhaa kutoa vitisho dhidi ya Cuba na kuongeza kuwa shinikizo kwa serikali yake katika siku za karibuni, baada ya mwezi uliopita rais wa Cuba kusema kwamba Washington haina mamlaka ya kuilazimisha kuingia makubaliano baada ya rais Trump kupendekeza taifa hilo kuingia makubaliano na Marekani. Na huo msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. DW Dunia yetu leo asubuhi. Naam, hii leo asubuhi tutaanzia mashariki ya kati kuangazia mzozo kati ya Iran na Marekani. Kando na hayo, kule nchini Uganda, jumuiya ya wanawake imeishutumu vikali serikali kwa kile wanachokitaja kuwa hila za kuwakandamiza na kuwatesa, na nitakufahamisha ni kwa nini Marekani inaendelea kudhibiti sekta ya teknolojia ya akili mnemba sana msikilizaji. Kwa kuwa nasi asubuhi ya leo, tuanzie mashariki ya kati. Kama nilivyokueleza kwamba Marekani imeendelea na kitisho chake cha kuishambulia Iran kwa kile inachosema kuwa serikali ya jamhuri hiyo ya Kiislamu imewakandamiza na kuwaua waandamanaji wanaoipinga serikali. Iran imesema hatua zozote za kijeshi dhidi yake zitajibiwa vikali. Lilian Mtono ana maelezo zaidi kuhusu yale yanayojiri kwa sasa katika mzozo huo mwingine mkubwa katika eneo hilo la mashariki ya kati, mjini Teheran, Iran imelaani hatua ya umoja wa Ulaya ya kulitangaza jeshi la walinzi wa mapinduzi la nchini humo kuwa kundi la kigaidi. Mkuu wa vikosi hivyo amesema hiyo inaonyesha kiwango cha uadui kuelekea Iran pamoja na vikosi vyake amesema matokeo ya uamuzi huo yatakuwa pia na athari kwa wanasiasa wa Ulaya katika siku za usoni, huku waziri wa mambo ya nje wa Iran Abas Aragji akiushutumu umoja wa Ulaya kwa kuzidisha moto kwenye ukanda huo na kufanya kosa kubwa la kimkakati. Mawaziri wa mambo ya nje wa umoja wa Ulaya walifikia maamuzi hayo jana Alhamisi kwenye mkutano uliofanyika mjini Brussels na mkuu wa sera za kigeni wa umoja huo Kaya Kalas, alisema utawala wowote unaowaua maelfu ya watu wake unajiangamiza wenyewe. Msimamo huo wa pamoja unaanzisha utaratibu wa kisheria wa kurasimisha tamko hilo linalochukuliwa kama ishara nzito kwa kuwa jeshi hilo tayari limewekewa vikwazo na umoja wa Ulaya kutokana na ukiukwaji wa haki za binadamu. Katika hatua nyingine, wizara ya mambo ya nje ya Iran imemwita balozi wa Ujerumani nchini humo Axel Dittmann. Na kulingana na mkurugenzi wa wizara hiyo Jenerali Ali Reza Yusefi, wito huo unafuatia matamshi ya kansela wa Ujerumani Friedrich Merz aliyoyataja kama uingiliaji usio na maana yoyote kwenye masuala ya ndani ya Iran, Merz alipozungumzia hatua kali zilizochukuliwa na mamlaka dhidi ya waandamanaji katikati ya mwezi huu alisema, ikiwa mamlaka inaweza kusalia madarakani kwa kutumia nguvu, ni wazi imekwisha poromoka, na kuongeza kuwa kilichokuwa kinashuhudiwa ni siku za mwisho za utawala wa Iran. Taarifa kutoka mjini Jeneva zimesema shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limearifu kwamba madaktari na hospitali nchini Iran walishambuliwa wakati wa maandamano yaliyogubikwa na vurugu kubwa. Mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema hivi karibuni kumekuwepo na taarifa za watumishi wa afya kushambuliwa na karibu madaktari watano wanashikiliwa na, na kutoa wito waachiliwe mara moja huko. Hayo yakiarifiwa mjini New York, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito wa diplomasia katika kusuluhisha wasiwasi unaoongezeka kati ya Iran na Marekani, wakati vitisho vya uvamizi wa kijeshi vikitolewa na pande zote mbili, huku rais Donald Trump akishinikiza Teherani kufikia makubaliano ya nyuklia. Mapema leo Trump amenukuliwa akisema anapanga kuzungumza na Iran ili kupunguza mvutano uliopo. Asante sana Lilian Mtono. Tukitoka huko, tuingie kule nchini Uganda. Jumuiya ya wanawake nchini humo imeishutumu vikali serikali ya Yoweri Museveni kwa kile wanachokitaja kuwa hila za kuwakandamiza na kuwatesa wanawake wanasiasa na hata wake za wanasiasa. Kwa mtazamo wao, hali hii imezidisha vitisho miongoni mwa wanawake kuhofia kushiriki katika masuala ya siasa, kuanzia kupiga kura hadi kugombea nafasi za uongozi. Lubega Emmanuel ametuandalia ripoti ifuatayo. Kulingana na jumuiya ya wanawake kuelekea uchaguzi mkuu, askari wa vyombo vya usalama walilenga kuwatia hofu wanawake wanasiasa, hasa wa upinzani, wasitekeleze haki zao za kidemokrasia. Hii imetokana na visa mbalimbali ambapo wanawake wafuasi na wagombea wa upinzani wamehujumiwa waziwazi na kujeruhiwa katika vurugu za kampeni za uchaguzi. Mwanamke kwa jina Olivia Lutaya, mwenye watoto watatu na mfuasi maarufu wa chama kikuu cha upinzani NUP ambaye alikuwa amezuiliwa gerezani tangu uchaguzi wa mwaka elfu mbili ishirini na moja alikamatwa tena katika kipindi cha kampeni na kufunguliwa mashtaka ambayo wanawake wengi wanaelezea kuwa yalilenga kumkomesha, baada ya kupewa msamaha mara ya kwanza na Rais Museveni. Hizi hapa kauli za wanawake, wakiwemo wanaharakati wa haki za binadamu na utawala wa kidemokrasia. To the people, but it belongs to the... mamlaka ni ya watu lakini wengine ni kama haoni kwamba wanawake nao wana haki hiyo, na kwa hiyo waifanyie nini? Museveni alisema tutawanyamazisha, na kweli kama vile mwanawe anavyojigamba kwamba tumenyamazisha idadi hii. Kulingana na wanawake hao, mienendo ya kuwanyanyasa kisiasa imewasababishia wengi kuamua kutoshiriki katika shughuli za uchaguzi, kuanzia ya kupiga kura hadi kugombea. Kwa mfano, safari hii hapakuwa na mwanamke aliyegombea kiti cha urais kama ilivyokuwa hapo awali, na pia angalau asilimia arobaini na nane ya wapiga kura hawakushiriki kushiriki zoezi hilo. Idadi kubwa ya hawa inaelezewa kuwa wanawake, kwani wao pia ndio hujumuisha idadi kubwa ya wapiga kura akitoa taarifa ya uangalizi wa Afrika Mashariki, balozi Eda Mkavagwiza alitoa angalizo hili. The mission noted that 53% of the registered voters are female. Ujumbe ulibaini kuwa asilimia hamsini na tatu ya wa wapiga kura ni wanawake, lakini ushiriki wao unatakiwa kuhimizwa. Mwishoni mwa wiki mke wa aliyekuwa mgombea wa urais Robert Kyagulanyi, maarufu kama Bobi Wine, alivamiwa nyumbani kwao na askari wa vyombo vya usalama. Akiwa hospitalini alikopelekwa kupata matibabu, Babi Chagulanyi alidai kuwa mbali na askari hao kuharibu nyumba yao na pia kupora vitu mbalimbali walimnyanyasa kimwili na, na kumjeruhi. Kisa hicho pamoja na kile cha mwanaharakati wa haki za kidemokrasia Sara Birete kukamatwa na kuzuiliwa ni baadhi ya vile vinavyotoa mifano kuhusiana na swala zima la dola kujaribu kuwatishia wasijihusishe na siasa. Mwanaharakati Miria Matembe na Sara Birete wanasema Even if somebody is not your wife. Hata kama mtu si mke wako, yeye ni binadamu aliye na haki kushiriki katika shughuli za kidemokrasia, lakini mbona wateseke jinsi wanavyoteseka? So when you look at that kind of elections. Ukiangalia uchaguzi wa aina hii ambao ishia katika utekaji nyara, mateso na mauaji, wanawake hawezi shiriki. Hiyo ndiyo hali ya uchaguzi katika nchi hii, that is the Siku chache kabla ya uchaguzi wanawake viongozi wakuu wawili wa NUP walitekwa kutoka kwenye makazi yao na hadi sasa hawajulikani waliko. Lebege Manuel, DW Kampala. DW tunavuma kwa kishindo nam tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Tukisonga mbele, wazanzi wanahofu juu ya maisha ya watoto wao, huku ukame ukiangamiza mifugo maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya. Mamlaka ya kitaifa ya kudhibiti ukame, NDMA, imetoa tahadhari kwenye takriban kaunti tisa, huku kaunti ya Mandera ikiwa katika hatua moja kabla ya kutangazwa rasmi kuwa inakabiliwa na hali ya dharura. Wakiombogo ana taarifa hii kina wanavijiji katika eneo hilo wamelazimika kuburuta mizoga ya mifugo yao hadi mashamba ya mbali ili kuiteketeza ili kuzuia harufu kali na fisi wanaotafuna mizoga kuyakaribia makazi yao. Kaunti ya Mandera iliyo mpakani mwa Kenya, Ethiopia na Somalia haijapata mvua tangu mwezi Mei, na sasa iko kwenye hatari ya dharura kamili ya uhaba wa maji. Bishar Maalim Mohamed mwenye umri wa miaka sitini, mkaazi wa kijiji cha Tawakal aliliambia shirika la habari la AFP nikimnukuu, nimepoteza ng'ombe na mbuzi wangu wote nami nimewateketeza hapa, mwisho wa nukuu. Katika kijiji chake ambako wengi ni wafugaji wanaotegemea sana mifugo yao, fahali pekee aliyebaki hawezi tena kusimama. Amelala sehemu hiyo hiyo kwa karibu wiki moja, akiwa amepungukiwa sana na maji mwilini huku mifupa ikijitokeza nje ya ngozi yake, naye mmiliki wake akitazama bila msaada wowote. Katika mji wa karibu wa Banisa, bwawa la maji lililokuwa na ujazo wa mita elfu sitini za maji sasa limekauka na kuacha eneo kame ambalo watoto wameligeuza kuwa uwanja wa michezo. Makundi ya mbuzi, ng'ombe na ngamia sasa hulazimika kutembea hadi kilomita thelathini kufika kwenye bwawa la karibu zaidi katika kijiji cha Lulis, wakigombania maji machache yaliyosalia ambayo maafisa wanayafungulia kwa mgao na huenda yakaisha ndani ya wiki mbili zijazo. Zaidi ya watu milioni mbili katika kaunti ishirini na tatu nchini Kenya wanakabiliwa na hali inayozidi kuwa mbaya ya uhaba wa chakula huku kiwango cha mvua kikiwa chini kwa theluthi mbili ya wastani. Mtandao wa mifumo ya tahadhari ya mapema ya njaa hivi karibuni ulisema kuwa watu milioni ishirini hadi ishirini na tano nchini Kenya, Somalia na Ethiopia wanahitaji msaada wa kibinadamu wa chakula, zaidi ya nusu yao kutokana na ukame. Maalim Mohamed anahofu kwamba watoto wao ndio wanaofuata kufa. Katika hospitali kuu ya Banisa, ongezeko la watoto waliodhoofika vibaya kwa utapia mlo, baadhi yao wakitoka nchi jirani ya Ethiopia, limelemea wodi ya watoto. Khalid Ahmed Wetho, mtaalamu wa lishe hospitalini humo, anasema ni kimnukuu: Watoto hawapati lishe ya kutosha kutokana na ukame huu. Walitegemea maziwa ya ngamia na mbuzi, lakini sasa hakuna maziwa kabisa. Mwisho wa nukuu. Hospitali hiyo inayohudumia takriban watu laki mbili hutegemea michango kutoka kwa mashirika kama mpango wa chakula duniani WFP, lakini kutokana na nchi za magharibi kupunguza bajeti za misaada katika mwaka uliopita, haijapokea vifaa vyovyote kwa kipindi cha miezi sita. Sante, wakio Marekani inaendelea kudhibiti sekta ya teknolojia ya akili mnemba huku China nayo ikiongeza kasi yake ya kutengeneza mifumo ya bei nafuu na kusanifu mipango ya kuunda mfumo wa uchumi unaojikita kwenye misingi ya akili mnemba katika siku za usoni. Thelma Mozaya anafafanua kwenye uchambuzi ufuatayo wa mwandishi wa DW Ran Wesley. Mwaka mmoja uliopita katika wiki kama hii, eneo la Marekani la matumizi na uvumbuzi wa teknolojia ya hali ya juu Silicon Valley na eneo la biashara muhimu la Wall Street yalishtushwa na uzinduzi wa app mpya ya China ya DeepSeek ambayo inapambana na zile za Marekani za mawasiliano, mfano ChatGPT, kwa kubainisha utendaji wa hali ya juu kwa gharama ndogo zaidi na matumizi ya teknolojia ya chini zaidi. DeepSeek imefungua ukurasa mpya wa uhasama wa kibiashara kati ya China na Marekani huku ulimwengu ukitambua ushindani wa bidhaa hizo na Beijing yenyewe ikiwekeza zaidi kwenye juhudi za kuunda mfumo binafsi wa akili mnemba. Miezi kadhaa baada ya DeepSeek kuzinduliwa uongozi wa Rais Donald Trump wa Marekani ulibainisha kuwa uko mbioni kuwa mstari wa mbele na kuitawala sekta ya akili mnemba AI duniani. Mpango huo ujulikanao kama kuzishinda mbio za AI unaotoa wito wa kufutilia mbali vikwazo vinavyodaiwa kuwekea vizingiti uzinduzi na kuiweka teknolojia ya Marekani kwenye nafasi ya mbele katika jukwaa la kilimwengu. Kimsingi, mataifa yote yanayonuia kujiunga na muungano wa Marekani kwa jeshi la akili mnemba sharti washirikiane nao kwa hali zote za teknolojia, ikiwemo mifumo, programu, maunzi na vigezo, ili kuwazuia washindani wake wa biashara kutegemea teknolojia ya kigeni, kutekeleza uhasama au kutishia uwepo wake kwenye sekta hiyo. Wakati huo huo, Beijing nayo ilichapisha mpango wake wa kimataifa wa akili mnemba unaoshajiisha uwazi, uvumbuzi na ushirikiano wa mfumo wa akili mnemba utakaoleta pamoja wadau mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ubadilishanaji wa mawazo na majadiliano ya usimamizi wa teknolojia hiyo. Scott Singer aliyezungumza na DW ni mtaalam katika mpango wa teknolojia na masuala ya kimataifa kwenye taasisi ya utafiti wa Carnegie Endowment for International Peace. Na, na anaamini kuwa China inajiweka katika nafasi ambapo iko wazi na tayari kwa ushirikiano kama mdau wa kimataifa anayejikita katika maendeleo. Ijapokuwa apu kama DeepSeek na nyingine za mawasiliano za China zina umaarufu na utendaji wake uko kwenye daraja moja na Open AI au Gemini. Kutuma ujumbe, kutafsiri na uelekezi. Bado wataalamu wa teknolojia wa Marekani wataendelea kuwa mstari wa mbele. Chipu zinazotumia teknolojia ya hali ya juu zinatengezwa na Nvidia iliyoko Silicon Valley na Marekani iko mbele sana ya China kwenye ufundi huo. China ina utajiri wa ujuzi wa akili mnemba na rasilimali za nishati, ila inakosa kiungo muhimu, nacho ni chipu za teknolojia ya hali ya juu zinazohitajika kwenye mifumo ya kompyuta. Nam tukamilishe uchambuzi wetu hileo asubuhi kwa kuangazia suala hili la michezo. Shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF, limeziadhibu timu za taifa za Senegal na Morocco kufuatia vurugu zilizotokea katika fainali ya mashindano ya kuwania ubingwa wa Afrika, AFCON, huko Rabat, Morocco, ambapo Senegal waliibuka mabingwa. Kocha Paptia wa Senegal ndiye aliyepokea adhabu kubwa kwa kupewa marufuku ya mechi tano na faini ya dola laki moja. Wengine walioadhibiwa ni wachezaji wa Morocco Ashraf Hakimi na Ismail Saibari pamoja na wenzao wa Senegal Iliman Ndiaye na Ismail Sa. Mwenzangu Jacob Safari alizungumza na mchambuzi wa michezo kutoka Nairobi Hassan Kauleni, na kwanza alitaka kuyasikia maoni yake kuhusiana na adhabu hizi. Hizi adhabu zimetetemesha ulimwengu uh, wa michezo na haswa kabumbu na na, wa, watu wamegawika pande mbili uh, mm. Kuna wale anahisi kwamba adhabu ni ndogo, kuna wale uh, anazungumza adhabu ni nzito. Uki, ukiniuliza mimi naweza nikasema, na bahati sana uh, kocha wa Senegal eh, adhabu ya itano kwa sababu kuna baadhi ya watu wanadai, na na mimi ni mmoja wao, kwamba adhabu ingekuwa kubwa zaidi uh, adhabu ya senti huwa si si adhabu adhabu kubwa huwa ni kupigwa marufuku mechi, maanake unamuumiza tu sio mfuko, lakini kikisaikolojia na, na inaogopesha wengine. Kwa hiyo ni kusema kwamba uh, adhabu hizi kulingana na wewe haziwezi kuzuia mambo haya uh, tuliyoyashuhudia yasitokee tena, ya, manake safari najaribu kujiuliza wewe, angalia kama si Sadio Mane na, na, na watu wawili watatu waliozungumza naye na, na, na kuiregesha timu ya Lions of Teranga uwanjani. Hebu e, jiulize kwamba lo wachezaji Sadio hangekuwepo halafu wamsikilize yule kocha na waondoke uwanjani, yani ni vigumu kuwazia picha ramani taswira ya mchezo wa bara la Afrika. Yani, ingekuwa katika hali gani? Ni, ni ligumzo ambalo lingesemwa vizazi na vizazi. la Afrika gani mchezo wa bara la ambalo lingesemwa vizazi na vizazi la kwanza pili bado tunasema kwamba lilitokea e, mchezo unasitishwa zaidi ya dakika kumi na tano na wachezaji waliondoka uwanjani, ujiulize kwamba kama si Sadio kwa rai wenzake kurudi uwanjani na fainali isimalizike halafu Moroko apewe lile taji yaani lingekuwa doa kubwa sana kwa, kwa soka la Afrika. Kuna wanaosema viwango vya waamuzi wa mechi katika AFCON na mashindano mengine ya Afrika viko chini na ndio chanzo kikuu cha vurugu kama zile tulizoshuhudia kwenye fainali. mta, mta, mtazamo wako ni upi? Nakubaliana nao na nafikiri hili tumelisema sana wakati mashindano yanaendelea. Kuna baadhi ya mechi tulizoshuhudia na, na, na wajua hii ndio husababisha hata mashabiki uh, wakazua vurumahi. Juzi amezungumza Henri, unakumbuka akilizungumzia hili akisema pia naye anafuatilia AFCON lakini kwa, kwa, kwa namna uamuzi walivyochezesha AFCON, baadhi yao wa, wa ati wanahitaji mafunzo e, kutoka kwa wenzao bara bara bara, bara Ulaya na hata Karaga akachangia akasema kama mpabaya sana, walete uamuzi kutoka nje ya bara la Afrika. Nafikiri hayo ni matusi kwa bara letu, ukirejelea uamuzi wetu, na nilitarajia pia CAF ilizungumzia hilo la uamuzi kwa sababu wao walisababisha kwa asilimia kubwa sana haya matokeo ambayo yanazungumza mpaka sasa kwa viwango vya uamuzi kwa chini. Hapa nani wa kulaumiwa? ni CAF au mashirikisho ya kandanda ya mataifa binafsi ya Afrika? ni, ni, ni pande zote mbili, kwa sababu kila shirikisho la la soka na hapa narejelea nchini Kenya FKF. Eh, haya tunayazungumza yapo na yanatokea <laughs> kuna mechi mojawapo ilichezwa ligi mpaka sasa hatujapata uamuzi, ilitibuka kutokana na haya maamuzi, kwa sababu inatakiwa kila shirikisho liwe na na, na, na mafunzo kwa waamuzi wao, na ili uwe mwamuzi wa kuchezesha ligi au mashindano ya kiwango cha CAF lazima uwe ni mwamuzi kweli. Tunaanza na mashirikisho husika na ufadhili ambao wanapata kutoka CAF, ufadhili ambao wanapata kutoka kwa FIFA. Alafu tuje sasa kwa CAF yenyewe, nafikiri ile mifumo anayoitumia ya, ya kuwapa kuwa mafunzo waamuzi wao inabidi kupigwa msasa. Nam ni mchambuzi wa michezo kutoka Nairobi, Hassan Kauleni akikamilisha mahojiano hayo yaliyofanyiwa na mwenzangu Jacob Safari. Basi kufikia hapo mie Amina Abu Bakar sina la ziada kwa sasa na pisha makala Utamaduni na sanaa. Uhusiano kati ya India na pwani ya Afrika Mashariki ulianza zaidi ya miaka elfu mbili iliyopita. Bahari ya Hindi ilikuwa daraja la biashara na urafiki, ikiwaleta pamoja wafanyabiashara wa Kihindi, wa Arabu na wenyeji wa pwani. Karne nyingi zilizopita, wafanyabiashara wa Kihindi walifika Kenya wakitumia majahazi kutoka India. Wengi wao waliwasili Mombasa wakileta bidhaa biashara na pia mila na sanaa ambazo zimeacha alama kubwa katika historia ya pwani ya Afrika Mashariki. Karibu katika makala hii ya utamaduni na sanaa. Ukiwa nami Fathia Umar. Baada ya karne nyingi, kipindi cha ukoloni wa Uingereza kilileta sura mpya ya uhamiaji. Mwaka wa elfu moja mia nane na tisaini na tano, wakati eneo lililojulikana kama East Africa Protectorate ikiundwa, maelfu ya Wahindi walihamishwa kuja nchini Kenya. Kati ya mwaka wa elfu moja mia nane tisaini na sita na elfu moja mia tisa na moja zaidi ya wafanyakazi elfu thelathini na mbili waliletwa kutoka India kujenga reli ya Uganda. Wengi wao walibaki nchini baada ya ujenzi kukamilika, wakaweka makaazi na kuunda jamii mpya ya Wahindi nchini Kenya. Jamii hii ilikuwa na kustawi hasa katika miji ya Mombasa, Nairobi na Kisumu. Leo wanajulikana kama Kenyan Asians, yaani raia wa Kenya wenye asili ya India, ambao wamechangia pakubwa katika sekta za hisani, biashara, elimu na afya. Kutokana na mchango wao mkubwa, serikali ya Kenya iliitambua rasmi jamii ya Wahindi kama kabila la 44 mwaka wa 2017. Miongoni mwa makundi maarufu zaidi ni Wakachi kama anavyoeleza Muhamed Ayub Majority. Sisi tunayo watu kutoka Gujrasisi makachi na vilevile mabaniani ambao wanatoka Gujrat upande ya Jamnaga na upande ya Ahmadabad na sehemu hizi katika makachi. Sisi hapo Mombasa tuna kabila tano katika makachi, na hao ni wote ni Waislamu. Moja ni kumbaru, kisha tunayo mabadala, tunayo luharu, tuna samatri na tuna hajam Wengi walijihusisha na biashara, wakifungua maduka katika mji wa kale wa Mombasa, ambako hadi leo unasikia lugha za Kihindi na Kiswahili zikichanganyika mitaani. Mchango wa Wahindi hauishii kwenye biashara pekee. Katika vyakula, wameacha ladha ambayo sasa ni sehemu ya utambulisho wa kitaifa. Ukizungumza biriani, ni Kihindi. Ukizungumza pilau, ni chakula ya Wahindi, michuzi michuzi yenye masala masala Tuseme chakula aina nyingi, tuseme asili tisaini, utaona asili yake ni India. Ukiangali machapati yote ni India. Katika mavazi, wanaume huvaa salwar kamis, suruali pana na kanzu fupi, mara nyingi wakiwa na kilemba. Wanawake huvalia mavazi ya kachi yenye kitambaa kikubwa kinachoitwa kombi, hususan wakati wa harusi na sherehe. Kwa majina, anaitwa Rafik. Katika mavazi, kuna uh, kwa mfano sari. Sari ni nguo ndefu inayovaliwa na mwanamke uh, kufinika uh, mwili wake. Uh, upande mwingine uh, za kiume ziko nguo, kwa mfano kurta. Kurta ni libasi inayovaliwa upande wa mgongo ama upande wa mabega kuendelea chini, uh, na kamiz ni upande wa uh, kiuno kuendelea chini, ingawa nyakati zimebadilika. Utamaduni wa Wahindi wa asili ya Wakachi nchini Kenya umeanza kufifia. Hata hivyo, bado unaendelea kuishi kupitia ngoma, nyimbo na sherehe zinazoadhimisha urithi wao wa kale, wakati ambapo kule India mila na desturi zao bado zinaendelea kudumishwa. Katika makala ya utamaduni na sanaa leo tumeangazia historia na utamaduni wa raia wa Kenya wenye asili ya India maarufu kama Wahindi wa Kenya. Natumai msikilizaji umepata kuelimika kutokana na makala hii. Hadi wakati mwingine, mimi ni Fathia Umar. Asante kwa kusikiliza. Kufikia hapo basi mie, Amina Abu Bakar, sina la ziada na kutakia asubuhi njema popote pale ulipo. Kwa heri.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 Hotbed 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni kwa aherini.